Rais Dr. Samia Suluhu Hassan angali katika ziara yake katika mkoa wa Simiyu. Ziara hiyo leo imefikisha katika maeneo ya Itilima kule, mara baada ya jana kuwa maeneo ya Bariadi. Katika ziara yake hiyo, ameendelea kuzindua miradi mbalimbali ambayo imetekelezwa mpaka sasa ikigusa maeneo ya viwanda hali kadhalika pia kwenye kilimo, lakini katika mkutano wake hii leo ameonekana kukerwa na madai ambayo yalitolewa na mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina, ikionyesha kwamba bado katika jimbo hilo rais angali anadaiwa kutokana na kutotimiza baadhi ya miradi. Mbunge katika eneo hilo alieleza mengi, namna ambavyo serikali imetekeleza ile miradi mikubwa ya kimkakati na hatua ambazo zimefikiwa. Rais kwenye majibu yake akawaambia wananchi ya kwamba kulingana na kile ambacho mbunge wao amewaeleza wa, kwamba yeye anafaa zaidi kuwa mbunge wa kitaifa kwa sababu amegusa miradi mikubwa, lakini amesahau yale mambo ambayo wabunge wananchi wenyewe walimpeleka bungeni kwenda kuwasimamia. Kulikoni mpaka hali imefikia hapa? Je, wabunge hawaelewi yale ambayo wanapaswa kuyasimamia baada ya kupewa ridhaa ya wananchi, ama ilani za vyama husika zimekuwa ziwabani hivyo wamekuwa huru kujinafasi katika kila eneo ambalo wao wanaliona sawa? Naitwa Nordin Selemani, ndivyo ambavyo nakualika kwenye Uchanganuzi hii leo, tukipiga darubini nafasi za wabunge na majukumu yao katika kuwawakilisha wananchi husika. Studio tumemwalika Saidi Miraji, ni mchambuzi wa maswala ya siasa. Karibu sana. Nashukuru, asante. Kwema, kwema sana, lakini kando yake tunaye Dominic Haule, yeye ni mchambuzi wa siasa, lakini pia ni mwana CCM. Karibu pia. Asante, asante, mambo, asante. <laughs> Ndio yanakwenda. Tuanze kwako Dominic, kichama zaidi, ndio. Inapotokea hali kama ambayo leo imetokea, ime, ime mbunge um, anaonekana kulalamika, anaona mambo hayajakaa sawia, licha kwamba nasifia rais amefanya mengine makubwa katika kiwango hicho, lakini pale kwake anaona bado anasema, kama nyie mnasema rais amumdai, sisi tunamdai hizo fedha, tuleteeni hapa kwetu tukamilishe miradi. Tafsiri yake ni nini? Uh, kwanza hapo kuna kuna kuna mambo mawili matatu ambayo tunaweza tukayatizama katika mitazamo tofauti <coughs> kwa sababu ukiangalia tukio zima lilivyotokea leo utapata picha halisi ya, ya, ya CCM ni chama cha aina gani, lakini vile vile utapata taswira ya rais eh, Samia Suluhu Hassan ni, ni, ni mtu wa, wa, wa namna gani. Sasa na, na, na yote haya kwa, kwa mimi nilivyoyachukulia, ninamtizama nina rais kuanzia hotuba yake ya kwanza bungeni aliyoitoa mara baada ya kuapishwa kuwa rais wa jamhuri. pale ndipo alipokuja na, na, na dhana nzima ya R4. Sasa ndani ya, ya mfumo wa R4 kwa upande wa pili, sasa utaona ni namna gani demokrasia imetamalaki katika nchi hii, kwa sababu kwa namna nyingine usingetegemea eh, mheshimiwa mbunge kutoa kauli ya aina ile kwamba eh, mimi rais bado nakudai ile <coughs> e, ni, ni ni demokrasia ya hali ya juu sana kwa upande kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine vile vile eh, unaiangalia hotuba ya mheshimiwa rais ambaye ni mwenyekiti wetu sasa, wa chama sasa. Mheshimiwa rais, ile hotuba hakutayarisha kabla kwamba kuna masuala ya kumwongelea Mpina pale, ina maana alikuwa akifuatilia kila tukio sasa. Hapo ndipo tunapoweza kujifunza na kuona ni namna gani kuendesha nchi ilivyokuwa ngumu. Una, una rais upande mmoja ambaye amefanya vitu vingi sana. Unajua katika kila mkoa kuna takribani zaidi ya trilioni tatu, au kati ya trilioni moja na trilioni tatu, kila mkoa imepata katika namna moja au namna nyingine kwenye miradi mbalimbali mbali. Sasa hayo unayatizama katika mambo mtambuka na hasa katika swala zima la taifa zima, lakini unakutana na mbunge mmoja ambaye katika vipaumbele vyote ambavyo angepashwa kuvizingatia analiangalia swala moja lakini kwa ukubwa wake, hatizami ndani ya jimbo lake ni mambo gani ya msingi yamefanyika, na nitatoa mfano mmoja. Ukiangalia katika hotuba ya mheshimiwa rais ameongelea maeneo ambayo yanamgusa mtanzania mmoja mmoja kiuchumi na kimaendeleo. Kwa mfano unavyoongelea eh, kiwanda cha kuchambua pamba, unavyoongelea kiwanda cha mafuta, unaongelea ajira, unaongelea eh, pamba ambayo tayari imekwisha punguzwa tozo nyingi sana mle ndani, unaongelea bei ya pamba kupanda maradufu, unaongelea ajira, unaongelea vitu ambavyo vinawagusa watu, lakini kwa upande mwingine kuna dhana nzima ya miradi mikubwa. Sasa baadhi ya watanzania hawaridhiki na maendeleo ya vitu mm. wangetaka kuona watu wanapata na wana, wanakuwa na uchumi ambao unaweza ukawatosheleza katika kujikimu. Sasa upande wa, wa, wa, wa Mheshimiwa Mpina alitizama ali, ali zaidi upande moja na alikuwa kitaifa zaidi mm. alitizama upande wa miradi ya maendeleo, lakini hakujua kwamba pamoja na mambo yote raisi na serikali na chama wanaweka vipaumbele katika maeneo tofauti. Huwezi ukajenga barabara kwa wakati mmoja nchi nzima, huwezi ukajenga madaraja kwa wakati mmoja nchi nzima. Ni lazima utakuwa na vitu vingi vya kutekeleza katika nyakati tofauti. Kwa hiyo lazima sasa kuweza kujua kwamba katika hayo huwezi ukatoka tu ukashambulia moja kwa moja. Mm -hmm. Pale naona Mpina kama vile alimwonea ali mheshimiwa rais, <laughs> alifanya shambulizi <laughs> <laughs> Miraji, uh, Mpina alipotoka ama alikuwa sahihi ku, kueleza yale ambayo huenda wananchi wa Kisesa labda wamemtuma tusemee haya mbele ya, ya rais. Eh, kwanza Mpina ni mwanachama chama cha Mapinduzi na ni mbunge aliyetokana na chama cha Mapinduzi kwa sababu hatuna mgombea binafsi sasa Mpina angelikuwa ni mgombea binafsi mbunge binafsi wa kujitegemea ama angelikuwa ametoka chama tofauti na cha rais, nisingeshangaa kumsikia akisema vile, lakini ana majukwaa mengi sana, kwa sababu mbunge ni chachu ya maendeleo katika jimbo lake kwa kuainisha matatizo ya wananchi wake kwenye bajeti za serikali kwa hivyo anaweza kupeleka msukumo wa mahitaji yake, na ana nafasi ya kuwahoji mawaziri wanapokuwa bungeni juu ya utekelezaji wao. Kwa hivyo yale anayoyaona yeye katika jimbo lake anahitajika akayasukuma kwenye bajeti za serikali kwa kupatia kwa kupitia mawaziri wa kisekta, na yasipotekelezwa ndani ya bunge, ana nafasi ya kuwauliza rais anapokuja anakuja kwenye shughuli za kijamii kama hivyo, kuzindua miradi na mambo mengine haji kwa kofia ya kupokea matatizo ya wananchi. Sasa unapopeleka yale pale, mwisho wa siku rais afanye nini na mambo haya? Unajua Bwana Mpina anajua kuna ile vision ya 2015 nadhani, eh? Kuna, kuna, kuna sera za Chama cha Mapinduzi, kuna ilani ya Chama cha Mapinduzi. Unaweza ikiwa rais kila jimbo atakalokwenda, kila mbunge ataeleza kwamba rais, sisi tufanyie moja, mbili, tatu, hujatufanyia moja, mbili, tatu. Mipango ile ya maendeleo inayopangwa na serikali, ilani ya uchaguzi itakuwa ina maana gani? Manake unaweza ukakuta hayo wanayoambiwa pale yanaweza yakazidi hata kile kima au kiwango ambacho pengine kingeliweza kupangwa kwenye bajeti ya serikali. Kwa hivyo kwa kiasi fulani, kwangu mimi nadhani Mpina angepaswa kutumia majukwaa mengi, hasa hichi kipindi hichi. Hichi kipindi ni kigumu zaidi, kwa sababu ni kipindi ambacho makosa yanayofanyika yanapeleka taswira fulani kwa wananchi kwenye kupiga kura. Kwa hivyo sidhani kama kiongozi anaweza kuvumilia mm. Pamekuwa pagumu kidogo, kama nani anasema mwenzangu hapa kwamba ni shambulizi m mm. Mimi nasema ni shambulizi la kushtukiza. <laughs> <laughs> Kwenye ile eneo uh, kuna ilani ambayo uh, chama huwa nakitoa uh, ambapo uh, kinaeleza katika kila mkoa nini uh, serikali inatarajiwa kufanya na wakati wa mkutano mkuu CCM pale wakati wa baada ya rais kukabidhiwa ilani, ilani mpya alieleza kwamba ni lazima sasa wale watu ambao wanaandaa ilani watengeneze vitabu vidogo vidogo vya mikoa mm. ili kuainisha kila mkoa nini kimefanyika na katika ilani mpya nini ambacho wanatarajia kukifanya. Hii inaweza kuwasaidia labda kuwapa mwongozo hawa wabunge na tusione tena kama haya ambayo yametokea. Niliufuatilia mkutano mkuu wa CCM ambao wamefanya hivi karibuni, ripoti aliyokuja kuiwasilisha naibu waziri mkuu Bwana Biteko, ilitumia muda mrefu sana, badala ya kuwa anasoma ile taarifa, ikawa tunaonyeshwa ile miradi eh, moja kwa moja. Maana yake taarifa ina, yaani imekuja kama ni njia ya simulizi hmm. Unaonyeshwa yale aliyofanyika. Kwa hivyo nadhani, eh, sio tu kuigawanya hii ilani kwa hichi kipindi kinachokuja, lakini wabunge wote walipaswa hata kabla ya hii huko nyuma kujua ilani miaka mitano iliyopita ilitaka nini, sera za chama chao zinataka nini, na kipi na kipi kimetekelezwa kwa kiasi gani, na kama kimeshindikana kwa nini kimeshindikana. Na wana nafasi ya kuihoji serikali yao, wana nafasi ya kuhoji wakiwa bungeni, kwa hoji mawaziri. Sasa unapokuja kumhoji rais pale, eh, wakati mwingine ndio kama hayo, unaweza kuwa unamhoji kwa vitu ambavyo havikuwemo kwenye ilani, havikuwemo kwenye budget kama ingelikuwa ni kitu kilikuwemo kwenye bajeti na hakikutekelezwa sasa, mm. Hivi si bunge la bajeti linaendelea mm? Kabla ya kupitisha bajeti mpya, kuna wakati watu wanazuia shilingi mm, kwamba wewe unataka tukupe hela mpya, kwa nini hizi tulizokupa zamani hujatekeleza? Kwa hivyo, kwa kiasi kikubwa sana mimi nadhani wabunge wanapaswa kuelewa mamlaka yao na mipaka yao, okay. Um, Said Viraji anasema kwamba wabunge lazima waelewe mamlaka yao na mipaka yao. Rais leo alisema pale kwamba vitu ambavyo vinahojiwa jukwaani pale na mbunge husika vina majibu yake bungeni, na akatumia neno kwamba kwa kuwa mbunge anarukaruka, anashindwa kuitumia fursa hiyo vizuri ndani ya bunge pale. Umefika wakati kwa wabunge kubanwa, ili kuhakikisha kwamba wanawajibika ipasavyo na watu wao kwenye majimbo, kwa sababu hata sasa hivi tukiangalia bunge wakati wa mjadala unaendelea waliopo bungeni ni wachache kuliko idadi ambao wanatakiwa. Yeah, kwanza nikirudi kwenye swali lako la mwanzoni kwamba hali hii itaendelea hali hii mimi kwa, kwa tathmini yangu naona itaendelea kwa sababu hiyo hiyo niliyosema ya, ya, ya kidemokrasia. huwezi hmm, kutarajia kwamba labda hili litakuwa ni mwisho ndio na, na, na, maana tunahitaji tuna rais mwenye uwezo mwenye wa kuwa na moyo mgumu wa kuyabeba mambo yote, kwa sababu Watanzania ni zaidi ya milioni sitini na, na wenye fikra tofauti, vijana wamesoma na, na, na wasomi ni wengi nchini. Kwa hiyo tunakuwa na, na, na, na mkinzano wa, wa, wa mawazo na, na, na, ni uhuru wa mawazo. Kwa hiyo tunategemea haya yataweza kuendelea na, na rais ataweza kuyakabili hasa kwa, kwa, kwa Rais Samia ambaye tunamfahamu ana uwezo mkubwa wa kustahimili na kuyakabili yote hayo, yanakwenda bila hasira, na ndio maana unaona ameweza kumpa na kafursa kwamba katika nafasi kumi nitachomwa moja nikupe wewe, kwa sababu umeonyesha uwezo mzuri zaidi wa kufanya mambo ya, ya kitaifa, na hilo ni jambo moja jema ambalo tunaliona. Kwa upande wa pili kwamba, pamoja na, na, na yote, bado anafikiri kwamba huyu bwana ana uwezo mkubwa zaidi wa kitaifa, kwamba tutaweza kuona namna ya kumweka, lakini vilevile katika haya masuala mengine yanayokuwa nayo, ya yanakwenda, ni kwamba tunaweza tukaona kwamba ta, taifa letu jinsi linavosonga na jinsi linavyokwenda kumekuwa na mtiririko na mlolongo wa vitu vingi sana, na katika vitu vyote hivyo kila mmoja na Watanzania walivyo sasa hivi kila mmoja angetaka ya kwake yatimie Ukiacha wabunge ukiacha nani, hata Watanzania wenyewe. Ukiingia kwenye social media, kwenye mijadala, kila mtu ana vipao mbele vyake ambavyo kimsingi huwezi kuvitekeleza. Lazima ufate katiba la, uh, sorry, ufate ilani ya chama, Hmm. ufate ahadi za rais. Mimi nimebahatika kupitia hotuba zote za Rais Samia kuanzia hotuba ya kwanza mpaka ya leo katika hotuba zake ana ahadi za kwake binafsi kama rais nyingi sana amezipitia. Ukizitizama ahadi zote alizozitoa Rais Samia, zaidi ya asilimia sabini ya ahadi zake amezitekeleza, na nafikiri ni watanzania wachache sana wanaweza kupata fursa ya kufuatilia zile hotuba ahadi za rais, maelekezo ya rais na nini kimetekelezwa, nini bado na nani anahusika. Sasa haya ni baadhi ya mambo mengi ambayo ningeshawishi watanzania waone namna nzuri ya kukipima chama cha mapinduzi, namna nzuri ya kumpima rais, kwa sababu rais hapimwi kwa mambo mengine isipokuwa kwa ilani ambayo umeizungumzia wewe, aliyokabidhiwa, kwa utekelezaji wa ahadi zake, kwa utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Na jambo moja ambalo ningeona eh, anaweza akalitizama akali kwa undani, ajaribu kuangalia namna awamu ya tano ilivyofanya kazi zake katika serikali iliyopita. Kumekuwa na miradi mikubwa mingi na miradi mikubwa ya kimkakati mizito ambayo katika Afrika sidhani kama kuna nchi ambayo ilikuwa na miradi mikubwa ya gharama kubwa ambayo inafanyika kwa wakati mmoja, lakini Rais Samia ameweza kuikamilisha almost yote. Na mpaka sasa hivi kutakuwa na kazi kubwa sana kati ya sasa mpaka kipindi cha uchaguzi, cha uzinduzi wa shughuli ya miradi mikubwa ambayo tayari imeshatekelezwa. Kama kwa mfano, kesho ndio daraja letu linaenda kubusisi, linaenda kuzinduliwa pale mm, Tril, mabilioni ya dola yametumika pale. Kwa hiyo kutakuwa kuna uzinduzi wa miradi mpaka miradi, nilikuwa naangalia hata mradi wa bomba mafuta la mafuta la kwenda Tanga limeshakamilika kwa zaidi ya asilimia 60 sasa hivi na kasi ni, ni kubwa. Kwa hiyo kuna miradi mingi ambayo inakwenda, miradi mingi inatekelezwa hivi wabunge wanapashwa kabla ya kulalamika kwanza washukuru kwa kile walichokuwa nacho kidogo kile. Unajua, kushukuru ni namna nyingine nzuri ya kuomba. Kwa mimi ningefikiri kwamba wabunge sio kwamba wabanwe sch kwamba wakose demokrasia hapana, ila wawe na na, na na hulka ya kuona umuhimu basi wa kutafakari na kuona yale yaliyotendeka machache, washukuru basi kwa hayo, kwa sababu ukiangalia so, katika hotuba ya Mheshimiwa Mbunge pale kwa kweli hata shukurani zake amezitoa kwa namna kwanza, ameziweka mwisho mingefikiri <laughs> angetanguliza shukrani shukrani, kaziweka mwisho kabisa, kaanza na mambo yale, mambo mengine ambayo yeye alifikiria kwamba haya sasa, mimi nianze na changamoto, akaanza na madai na mi... sio jambo baya sana, lakini vilevile vile ni jambo la kupima kuona kwamba kwa kweli serikali inayoongozwa e, na chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ina masuala ya msingi ambayo imeshafanya, basi walau shukuru kwa yale hayo mengine, tuna mfumo mzuri kweli ndani ya chama na ndani ya serikali yetu wa kuyapeleka mambo yetu. Na Watanzania wengi lazima wajue, maandalizi ya ilani ya chama yanaanza na vikao vya kumshirikisha kila mwananchi. Nafikiri ni watu wachache sana wanatumia hiyo fursa ya kuweza kushiriki kwenye kutoa mawazo ya kutengeneza ilani ya chama, ambayo hiyo sasa inakuja na miradi ya msingi ya eneo kwa eneo, kuanzia kwenye kitongoji, kijiji, kwenye kata, kwenye wilaya, kwenye mkoa. Haya masuala yote yanatolewa fursa nzuri sana kwa Tanzania kupanga vipaumbele vya kila eneo, mnataka nini kifanyike, na kipi kifanyike wakati gani? Hmm. Sasa tusipotumia fursa hiyo vizuri, matokeo yake sasa tunabaki walalamikaji bila kujua kwamba tulipata fursa za kabla za kushiriki kwenye ilani ya chama ambayo ndio mwongozo wa maendeleo ya kitaifa. Hmm. Miraji, hmm, rais ametuma ujumbe gani kwa wabunge wengine na maeneo mengine ambayo uh, angali bado anaendelea kwenda? Wajaribu kuwa na mizania. Unajua, mbunge ana vitu vitatu, anapaswa viweke kwenye uzani na ajue kipi kinakuja wapi na wakati gani. Cha kwanza, mbunge kama nilivyosema, amepelekwa na chama, kwa hivyo anakuwa ni mlinzi wa chama, ni mtu anayetafsiri matendo yanayofanywa na serikali inayotokana na chama chake. Kwa hivyo anawajibika pamoja na ubunge wake pia kwa chama chake. mm-hmm. Pili, anabanwa na kanuni na taratibu za bunge akiwa kama mbunge. Kwa hivyo anawajibika kwa sheria za nchi kwa mujibu wa maelekezo aliyopewa kwenye katiba, majukumu yako ni haya. Na la tatu kwa wananchi anaowatumikia, na ndio maana rais amekuwa akisema sana pale kwamba ameacha kuzungumzia matatizo ya wananchi. Kwa hivyo mbunge katika mizania yake pia atazame kwamba katika mambo yangu yote, kila ninapopata fursa, nazungumza yanayowahusu wananchi wangu. Sasa wabunge wetu wengi kwa sababu ya elimu kubwa walizo nazo, madaraka makubwa wengine walioshika kwenye serikali, wanadhani kuzungumza mambo makubwa sana ni kuwatetea wananchi, lakini bado una jukumu la kutetea wananchi wa jimbo lako, halafu ndio una kazi ya kutetea taifa. Sasa ukisahau jukumu lako hili la kuwatetea wananchi wako, ukajielekeza zaidi kwenye mambo ya mkoa mzima, ukajielekeza kwenye mambo ya labda kanda, ukajielekeza kwenye mambo ya taifa, bado na wewe vile vile utakuwa na deni kwa wananchi wako. Kwa hivyo, kama unavyoida serikali, na wewe watakudai, kwa sababu nimesema mwanzo hapa, kama mbunge anaweza kuwa ni chachu au chimbuko la maendeleo ya wananchi wake kwa kusukuma, kutokana na bajeti za serikali na mawaziri wale kuwauliza masuala na kupeleka kero za wananchi ili ziingizwe katika mpango kazi na ziweze kutekelezwa na kutatuliwa. Sasa ukiwa badala ya yani, ina maana kazi ya mbunge inatakiwa ni preliminary mm. ianze mwanzo, sio mbunge unakuja mwishoni. Mbunge unatakiwa mwanzo unasukuma, bwana, we kwangu kuna moja mbili tatu, bwana, we kwangu kuna moja mbili tatu, inakwenda inakwenda, linaingia kwenye mchakato, limeingia halikutekelezwa, unakuja kuhoji mimi nimesema hili, mbona halikufanyiwa kazi? Ili wahidi nani, waziri ulituahidi, mbona hukufanyia? Nakumbuka kuna baadhi ya mabunge hapa, kuna wabunge walikuwa wanamkamata waziri mpaka waziri anachukua ahadi pale bungeni mbele ya spika, kama nikitoka hapa nitafatana na mbunge mm. niende jimboni kwake ili nikaangalie moja mbili tatu. Wakati mwingine kitu kilikuwa hakimo kwenye ule mpango wa haraka, waziri anasema tutatoa huku, tutatoa huku, lakini tukalitekeleza hili kwa sababu limekuwa ni dharura. Sasa pale mbunge unakuwa umetimiza wajibu wako wa kuwapambania wananchi, na ukisoma kifungu cha 63 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yameelezwa vizuri sana majukumu ya mbunge. Sasa nadhani wabunge wengi wanachokosa ni mizania, kuweza kujua kwa namna gani awatumikie watu, kwa namna gani akitumikie chama chake, kwa sababu ametokana na chama, na kwa namna gani alitumikie Bunge kama Bunge kwa sababu yeye kama mbunge ana wajibu wake pia kama mbunge. Sasa nadhani, mm, hii mizania ndio inakosekana <laughs> aule uh, chama sasa uh, kama CCM uh, kina wajibu gani kuhakikisha kwamba amba, uh, amba ameasema miradi yapo na huyo mtu ayatekeleze, lakini pia atekeleze miongozo ya chama. Uh, mwanzoni ulisema ni rais, lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ya awali ya yote niwashirikishe, ni, ni ni jambo moja hayo mwenzangu aliyoyaongea sasa hivi ya, ya eh, majukumu ya mbunge na kutowajibika kwa wabunge na kilichotokea leo, ushahidi wake ni takwimu za chaguzi za kila mwaka za wabunge wetu. Asilimia zaidi ya 65 ya wabunge katika kila uchaguzi unaofanyika hawarudi bungeni. Sasa sasa hicho ni, ni kipimo kizuri, tungetarajia kwamba walau basi asilimia themanini wawe wanarudi bungeni ili tuone kwamba wamewajibika kwa wananchi, kama msemaji aliyotangulia mwenzangu hapa alivyosema kwamba kungekuwa na kuwajibika kwa kuwakilisha yale ya wananchi wanayotarajia, matarajio ya wananchi, tungetarajia asilimia kube kubwa ya wabunge wangekuwa wanarudi, lakini matokeo yake ni kwamba asilimia kubwa katika kila uchaguzi huwa huwa hawarudi. Sasa jukumu la chama jukumu la chama ni nini? Jukumu la chama katika swala hili ni ni ni, ni, ni, ni, ni, ni kubwa na na chama kimejitahidi sana kuweka miongozo mbalimbali mbali. Na nitoa hapa mfano chama huwa kinakuwa na mikutano ya ratiba maalum katika kila ngazi na katika mikutano hiyo hakuna kisingizio chochote cha ngazi yoyote kutofanya mkutano, kwa sababu tayari kuna ajenda tatu za msingi ambazo lazima ziongelewe katika kila kikao cha chama, sasa chama cha mapinduzi. Moja ya ajenda ambayo katika kila kikao ijadiliwe ni ajenda ya uhai wa chama chenyewe. Wana CCM mwenzetu yuko wapi leo? Hajaonekana? Ameumwa? uhai wa chama tumefanya nini? kumekwenda wapi? Lakini ajenda ya pili ni swala la ulinzi na usalama kuhakikisha je, katika kijiji chetu, kitongoji chetu, wilaya yetu, mtu anaweza akatoka kilabuni kwenda nyumbani kwake usiku na akafika salama. Lakini ajenda ya tatu ni swala zima la, swala zima la kero za wananchi, je, kero katika maeneo yetu zinatekelezeka? Kunaweza kuta kwanza, hizo ajenda tatu tu za msingi ambazo zinapaswa zijadiliwe katika vikao mbalimbali ambavyo na waheshimiwa wabunge nao naingia kwenye vikao mbalimbali mbali. Zingeweza kutosheleza kukidhi mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo chama kwa upande wake kimekwishaweka weka mambo mengi na mambo mtambuka ambayo yangeweza kuwasaidia na kuwaridhisha, sio wabunge tu na viongozi wote wa chama katika ngazi mbalimbali mbali. Hmm. Hivyo muundo huo wa chama, miongozo ya chama inaweza ikatusaidia sisi kuvuka, na hasa mwongozo wa Chama cha Mapinduzi wa mwaka elfu moja mia tisa na themanini na moja umesheheni mambo ya msingi mengi ambayo yangeweza kumsaidia kila kiongozi wa chama kuweza kuwajibika na kuweza kukidhi haja za Watanzania. wa maneno ya kwake Dominic Haule huyu ni mwana CCM lakini mchambuzi wa maswala ya siasa ambayo tumekuwa naye Kwenye uchanganuzi hii leo lakini kando yake tumekuwa naye Saidi Miraji ambaye naye ni mchambuzi wa maswala ya siasa na mwanasiasa mkongwe ama mbobezi hapa nchini, washukuru sana, washukuru, asante sana sana. Na mna, kwa nafikia tamati kwenye uchanganuzi leo, tulikuwa tukipiga darubini kuangalia majukumu ya mbunge mbele ya wananchi, na hii imetokana na kile ambacho kimeibuka kule kwenye ziara ya urais mkoani Simiyu baada ya kupewa madai na mbunge wa Kisesa na kuyajibu katika namna ambayo amemtaka na mbunge mwenyewe ahakikishe kwamba anasimamia yale ambayo wananchi wamemtuma, lakini pia amewasisitiza wananchi wa Kisesa wachague mbunge ambaye atawawakilisha shida zao, na mbunge wa sasa amesema kwa kuwa yeye anapenda mambo yale ya kitaifa atamtafutia kwenye zile nafasi kumi za rais amweke kule, ili asemee ile miradi mikubwa ya kimkakati ambayo serikali inaendelea kuitekeleza. Naitwa Nordin Selimani, ndivyo ambavyo nafikia tamati hii leo, na nikutakie tu usiku mwema na kwaheri.